Alama ya subscribe iliyoko chini ya video hii asante. Mpenzi mtazamaji wa Bongo 1 Media, karibu tena katika dawati letu la michezo tukikuangazia taarifa na habari mbalimbali ambazo zinazidi kutrend katika mitandao ya kijamii siku ya leo ni tarehe 8 ya mwezi wa tisa eh, tarehe 8 ya mwezi wa tatu kumladhi, mwaka 2025, siku ya Ijumaa mosto ulivu kabisa, ambapo tunaenda kushuhudia mchezo mkubwa wa ligi kuu ya NBC Tanzania, na ni mchezo kati ya klabu ya Young African wakiwa ndio host wa mchezo pamoja na klabu ya Wekundu wa Simba Simba, mchezo ambao utachezwa majira saa moja na dakika 15 katika dimba la Benjamin William Mkapa. Hii ni dabi ya mia moja eh, na mbili tokea miaka hiyo ya 1965 tangia Yanga Sports Club wamecheza na klabu ya Simba. Hii ni dabi ambayo ina rekodi kubwa zaidi na dabi ambayo tunaenda kushuhudia mengi zaidi. Leo nakuletea vikosi vya timu zote mbili, yani, vikosi ambavyo ya vinadhaniwa kuanza kwa siku ya leo, lakini hivi ndio vikosi ambavyo katika mechi tano mfululizo, basi hawa ndio wachezaji ambao wameongoza safu ya mbao, wa klabu ya Yanga au Simba katika nyanja zote, yani kuanzia ulinzi uh, kuanzia viungo mpaka washambiaji kupata matokeo. Sasa kama ni michezo sita mfululizo nyuma kabla ya mchezo huu, basi hivyo hivyo vikosi vinaweza kujirudia katika mchezo leo wa derby ya Kariakoo kati ya klabu ya Kunda Msimba Simba pamoja na klabu ya Yanga. Mchezo wa leo unachezwa katika uwanja Benjamin William Mkapa. Usahau kwamba mwamuzi wa mchezo huu leo ni Ahmed Arajiga kutokea Manyara, moja ya waamuzi bora kabisa ambao wamesemwa sana kuhusiana na mchezo huu kwamba wao ndio wangeuhosti na hata hivyo imekuwa hivyo, lakini pia usisahau kwamba mchezo huu utarushwa katika uh, channel ya Azam uh, Azam Sports HD1, na mchezo huu utakuwa mbashara kabisa na kila mmoja nadhani ataweza kuutazama mchezo huu. Ni mchezo wenye pesha sana, lakini pia huu ni mchezo ambao e, michezo minne iliyopita adabi club ya Yanga wamepata ushindi. Kama leo Yanga watapata ushindi katika mchezo wa leo, utakuwa ni mchezo wa tano mfululizo. Na kwa Fadlu Davids, ni mchezo wa tatu na michezo yote miwili amefungwa. Mchezo wa kwanza ilikuwa ni Ngao ya Jamii ambapo alipasuka bao moja, na mchezo wa pili alifungwa bao moja katika mchezo wa ligi kuu, na utakuwa ni mchezo wa tatu, na huenda hii dabi ikaleta maafa makubwa zaidi kwa yeyote ambaye atafungwa hiyo upande wa Yanga ambao angalau kwa uh, Mulud Hamdi ambaye ndio kocha wa klabu ya Yanga aliyetokea Singida, yeye itakuwa ni dabi yake ya kwanza, lakini kwa upande wa Fadu Davis itakuwa ni dabi yake ya tatu, na kifungwa itakuwa ni dabi ya tatu. Lakini pia usisahau kwamba katika dabi iliyopita ambapo Yanga na Simba walikutana tarehe 19 mwezi wa 10, 2024 10, 10, klabu ya Yanga ikipata ushindi wa bao moja kwa sifuri. Usisahau kwamba ile dabi ilikuwa ina mambo mengi sana. Wengine wanadai kwamba Simba alistahili kushinda, lakini dakika 90 ziliamua nani ambaye ameondoka na matokeo. Usisahau kwamba bao lilofungwa dakika za mwishoni na Maxi Mpia Nzengeli, mpira ni kama ulitolewa nje na ukaletwa kimiani na Maxi Mpia akawa amefunga. Ni faulu ilopigwa na Clatous Chota Chama akihusika katika bao hilo. Lakini pia usisahau kwamba Simba walinyimwa baadhi ya penalty ambazo inadaiwa kwamba Kibu alidondoshwa ndani ya 18. Ramadhani Kayoko kwa makosa mengi ambayo aliyasababisha hadi kupelekea kwamba kuna baadhi ya watu na mashabiki wa Simba wanamkataa Kayoko kabisa kuhusiana na wao kusimamia dabi zao pamoja na Yanga. Sasa, sasa mechi ya leo itakuwa dhidi ya Ahmed Arajiga. Kila mmoja anajiuliza itakuwa vipi? Je, malalamisho yatakuwa yale yale kama ambavyo ilitokea kwa upande wa Ramadhani Kayoko au leo atafanya fair? Penye penalty ni penalty, penye kadi nyekundu ni nyekundu, haijalishi ni dakika kikubwa ni sheria zimevunjwa. Mambo ndo kama haya. Moja kwa moja, eh, nitaomba nianze na vikosi. Tukija vikosi Kosi, eh, kila mmoja anajipanga kuhakikisha anapata matokeo sasa, kwamba Simba na Yanga kwa sasa zinazidiana pointi nne, lakini zinazidiana mchezo mmoja. Yanga ameitangulia Simba kwa mchezo mmoja, lakini akizidi Simba eh, pointi zisizopungua nne. Lakini kama Simba akishinda mchezo wake wa kipolo, inamaana yeye na Yanga watakuwa tofautiana pointi moja, lakini mchezo wa leo kama Simba akishinda atakuwa na tofautiana na Yanga pointi moja na mchezo mmoja. Kama Yanga akishinda itakuwa inazidiana na Simba mchezo mmoja, lakini na pointi saba na hii inaweza kuwa ni moja au nyingine ya Yanga kuiacha Simba. Na kama Yanga akipata ushindi moja kwa moja safari ya ubingwa kwake itakuwa ni nyeupe tofauti na Simba ambavyo akipata draw katika mchezo wake. Lakini pia Simba akipata ushindi na akaja kupata ushindi katika mchezo wake wa kipora ambao ataucheza tarehe 14 ya mwezi wa tatu, basi moja kwa moja naye safari yake ya ubingwa inaweza ikawa bado imeonekana imenyoka zaidi. Moja tuta kwa moja tutazame kikosi cha Yanga jinsi kinavyoweza kuwa namba moja kuna Didi Diala Lijiguri, golikipa namba moja wa klabu ya Yanga. Lakini namba mbili eh, kuna nafasi kubwa ya kutumika Israel Patrick Mwenda, japo unaambia kwamba nafasi yao yuko fiti, lakini kukosekana katika michezo iliyopita anaweza akakosa fitness match na akaanzia upande wa benchi. Namba tatu Shadra Isa Boka yuko fit kalikiti kuweza kuikabili klabu ya Simba, na namba nne atakuwepo Dickson Job na namba, namba tano ni ba, eh, ni Hamad Baka. Yes, samadi baka atakuwa na namba tano hapo. Uh, upande wa namba sita ni Haridi Aucho na, na namba, namba saba tucheze Max Pia Zengeri, namba nane ni Mdathir Yahya Abbas, namba tisa Prince Dube, kumi akicheza Pakome na hapa ni kukosekana kwa Zizikia ambaye kocha alisema ni 50 50 kwamba kuna uwezekano wa kucheza au asicheze, huku 11 akicheza Clement Mzize Hicho ndo tunasema kwamba ndio kikosi cha kwanza, substitution watakuwa wengi, kuna Abdul Mishel kama goalkeeper kipa msaidizi, kuna kina Bakano na Wamieto, kuna Klatu Shoda Chama, na wenda na Aziz Kia kaanza benchi, kuna Nixon Kibabage, kuna Kibwana Shomali, kuna Bubaka za Mshoboy, kuna Shaka Abuya, kuna Sheikan, lakini pia kuna Wilson na wachezaji wengineo, wachezaji ni wengi sana na usisahau kwamba Yanga kwa kikosi hiki wanaweza kufanya chochote. Nitaomba nirudie kikosi cha Yanga mwanzo mwenga alafu kisha ujue kinachoendelea kisha twende kwa kikosi cha Simba kitakuwa vipi? Eh, namba eh, moja Diarra Djigui, namba namba mbili Israel Patrick Mwenda, namba tatu Shari Iseboka, nne Dickson Jogo, ambaye anaweza kucheza kama full back anaweza kucheza kama beki, namba tano huku nne au tano anaweza akawa ni Hamad Baka, sita Haridi Aucha, Haridi Aucho, saba atakuwa Max Mpia Nzengeli, nane Mudafi Yahya, tisa Prince Dube, kumi Pakome Zuzua, kumi na moja ni Clement Mzize upande eh, wa kikosi cha yekundu wa Msimba Simba kama ifuatavyo, namba moja Musa Pimpin Kamara, lakini ziko 50, 50, wenda Musa Kamara akawepo au asiwepo, ila nyingine ni mind game, kwamba katika katika mchezo mchezo uliopita kukosekana kwake kuna majeraha aliyopata katika mchezo wa dabi mzima dhidi ya Azam, so anaweza akatumika Ali Salim, so hiyo ni 50 50, lakini pia namba mbili kuna Shomali Kapombe, namba tatu, Muhammad Hussein Shabalala na Odha, beki namba ya kushoto ya ya klabu ya Simba 4 Mbaraka Hamza 5 Shemela Nfonda, lakini bado ni 50, 50. Uh, kupatikana katika huo mchezo au kukosekana, lakini uh, naweza kasema kwamba kama akikosekana Shamu Kalabu uh, kama akikosekana Shemo Mfonda basi atakuwepo Shamu Kalabua, au uh, uh, upande wa Kamala anaweza kuepo Alisalim, upande wa namba sita Yusuf Kagoma, saba Landa Kishasambi uh, uh, lakini pia upande wa namba nane uh, yuko Fabrice Mwamba Ngoma nane eh, uh, Leon, eh, uh, tisa Lionel uh, Ateba kumi Elie uh, uh, atakwepo hmm, Jean Charles Ahua hmm, naweza nikasema hivyo uh, lakini kwa upande wa kumi na moja atakwepo Elie mpanzo lakini upande hmm wa Shesambe Lene, aani, na na Shesambe hapa atakwepo Kip Dennis. Haya ni mabadiliko kutokana na kikosi kilichopita. Nitaomba nikupangilie mwanzo mwanga, ili uweze kujua namba moja, uwezekano mkubwa ni kucheza Al Salim mbili Shomari Kapombe; tatu Mohamed Hussein; nne Mbaraka Hamza; tano Shamuka Labua; sita Fabrice Ngoma; huku saba akicheza Kip Denis eh, nane akicheza Fabrice Ngoma; tisa Lionel Ateba; kumi hii Shaz Ahua na kumi na moja uh, atacheza Liam Pazu. Substitution wachezaji watakuwa kama akina Lada ka cha Sambi na wenda na Mbaraka uh, lakini pia wenda na Shemeru Fonda kaanzia bench pamoja na Kamara.

kuna Oke Jefa, kuna Fernandes Mavambo, Edwin Balua, Joshua Budo, Mutale Jean Dese, Mukwala Mashaka pamoja na Okech. Hicho ndo uh, kikosi uh, cha klabu ya Simba leo kuikabili klabu ya Young Africans, Ligi kuu ya NBC Tanzania, mchezo dari ya kalak. Kwa vikosi hivi vyote viwili unadhani ni timu ipi ambayo iko fiti kalikiti kuweza kukabili mwenzie, na je, ni timu ipi ambayo itaibuka na matokeo? Comment, see you next time. Bye.